Karibuni sana katika simulizi yetu nzuri na ya kuvutia. Katika maisha, Mwenyezi Mungu ametuumba katika makabila tofauti na rangi tofauti. Inatokea mtu wa kabila fulani akampenda wa kabila jingine. Leo nitakuletea hadithi inayomhusu Mmasai aliyeangukia penzini na mzungu. Jina lake ni Saitoti ole Molel. Alizaliwa katika kijiji cha Endulen ndani ya vilima vya Ngorongoro, akiwa mtoto wa tatu wa mzee Molel, mchungaji maarufu katika jamii yao. Kwao maisha yalizunguka ng'ombe, mila na heshima, lakini Saitoti alikuwa tofauti. Aliwaza mbali zaidi ya milima, alihisi kuna dunia nje ya manyata. Siku moja, wakati wa tamasha la utalii lililoandaliwa Arusha, alikutana na msichana aitwaye Emily, mzungu kutoka Australia, aliyekuwa amekuja kujifunza maisha ya asili na kuchukua picha za wanyama. alivutiwa na utulivu wa Saitoti, na zaidi kwa namna alivyotunza ng'ombe wake kwa heshima, kama vile ni ndugu. Mimi natamani kujua maisha ya kweli ya Mwafrika, alisema Emily kwa Kiswahili kilichochanganyika na lafudhi ya Kiingereza. Saitoti alitabasamu. Basi utayajua, lakini huwezi kuyaona ukiwa mjini tu, inabidi uje kijijini kwetu. Emily alikubali mwaliko huo bila kusita, alisafiri naye hadi Endulen. Pale alikutana na maisha halisi: chakula kisicho na chumvi nyingi, maji kutoka mtoni, nguo zilizoshonwa kwa mikono na nyimbo za usiku zilizojaa historia za vizazi. Lakini kilichomgusa zaidi ni moyo wa Saitoti, mnyenyekevu, mwenye fikra pana, na asiye na haraka ya kuhukumu. Walitumia wiki kadhaa wakizunguka mashambani, wakijifunza lugha ya kila mmoja, huku penzi lao likimea taratibu kama mche wa mti jangwani. Lakini dunia haikuwa na utulivu huo. Familia ya Emily waliposikia kuwa mtoto wao amevishwa ushanga na kupakwa rangi nyekundu kwa mafuta ya samli walikasirika. Waliona hayo kama kudhalilika kwa kizungu. Utaolewa na mtu wa msituni? Emily una akili kweli. Mama yake alipaza sauti kwa njia ya simu. Ndiyo mama, nina akili na moyo wangu uko wazi kuliko zamani. Huyu si mtu wa msituni, ni mtu wa hekima. Upande wa Saitoti pia haukuwa rahisi. Wazee wa kijiji walihoji, "Je, huyu mzungu ataweza kukamua maziwa? Ataweza kuvumilia maisha yetu bila majuto?" Muda ulizidi kuyoyoma na mapenzi ya Saitoti na Emily yalizidi kuota mizizi. Kila jioni, walikaa kwenye mwamba mkubwa uliokuwa karibu na bonde la Mpakai wakiangalia jua likizama taratibu nyuma ya milima. Walizungumza juu ya ndoto zao. Emily alitamani kufungua shule ya watoto wa vijijini na Saitoti alitaka kuanzisha kituo cha kuhifadhi mila na desturi za Kimasai. Lakini upendo haukutosha kuifunika dunia. Siku moja, Saitoti alipigiwa simu na ndugu yake mkubwa, Lekanai, akimuita nyumbani kwa dharura. Walipokutana kwenye kibanda cha wazee, Lekanai alionekana na uso wa huzuni. Saitoti, sisi hatumpingi huyo binti, lakini wazee wameanza kulalamika. Wanadai kwamba umetanguliza mapenzi mbele ya ukoo. Wanataka ujitokeze mbele ya baraza la mila, Alisema Lekanai kwa sauti ya kuogofya. Saitoti alisikia mapigo ya moyo wake yakipiga haraka. Alijua nini maana ya hilo baraza. La mila lilikuwa na nguvu, halikushindwa, halikubishaniwa, na ikiamua ni sharti utii. Siku ya kikao ilipowadia, wazee walikaa kwenye duara, kila mmoja akiwa na fimbo yake ya heshima. Mzee wa kwanza alisimama. Saitoti, umetoka mbali, umekuwa kijana wa heshima lakini sasa unataka kuingiza damu ya mbali kwenye koo zetu. Je, umefikiria watoto wenu watakuwaje? Je, utawafundisha kuwa Wamasai au Waafrika waliochanganyikiwa? Saitoti alinyamaza, akainama kwa heshima kabla hajajibu. Mlango wa kibanda ulifunguka. Emily aliingia kwa heshima kubwa, akiwa amevaa shuka nyekundu na mapambo ya jadi aliyopatiwa na mama wa Saitoti. Kila mmoja alishtuka. Hakika alikuwa tofauti na walivyodhani. Hakukuwa na dharau wala kiburi machoni mwake. Alisimama mbele ya baraza akasema kwa Kiswahili kilichokolezwa bidii, mimi siwezi kuwa mmasai kamili, lakini naweza kujifunza. Siwezi kumkamua ng'ombe kama mama zenu, lakini naweza kupika chai kwa kuni. Naomba mnipe nafasi, sio kwa sababu mimi ni mzungu, bali kwa sababu mimi ni mwanadamu anayependa kwa dhati. Kimya yake kilitanda. Mzee mmoja alitabasamu kwa mbali akasema, moyo wa mnyenyekevu hujifunza zaidi kuliko akili ya kiburi. Lakini haikuwa rahisi. Siku chache baadaye Emily alipokea barua kutoka kwa ubalozi wa nchi yake. Walikuwa wakimwamuru kurudi kwa lazima, walisema mazingira ya eneo hilo si salama. Wiki moja baada ya kikao cha baraza la wazee, kijiji cha Endulen kilianza kugubikwa na hali ya sintofahamu. Baadhi ya wakazi walianza kumwangalia Emily kama chimbuko la mikosi. Watu waliongea kwa sauti za chini, watoto walizuiwa kumkaribia na wake wa wanakijiji walimwogopa wakihisi huenda angevuruga ndoa zao. Hali ilizidi kuwa mbaya pale ng'ombe wa familia moja alipopotea, na mvua iliyokuwa ikitarajiwa kwa wiki kadhaa haikunyesha. Mzee mmoja alisimama kwenye mkutano wa hadhara akapaza sauti, tangu aje huyu binti wa kigeni hakuna amani. Hii ardhi ya mababu zetu imekataa wageni wasio na damu ya mji huu. Saitoti alijitahidi kutuliza hali, akiwakumbusha kuwa hata zamani watu wa kabila lao waliishi kwa upendo na wageni wa mbali lakini sauti yake ilikosa nguvu mbele ya hofu iliyotanda. Siku moja usiku wa manane, mlango wa kibanda chao ulivunjwa kwa fujo. Watu waliokuwa wamejifunika vichwa walimvamia Emily, wakimvuta nje kwa nguvu, huku wakisema haturuhusu uchawi na mikosi kuishi miongoni mwetu. Saitoti alipambana kwa ujasiri, akapigwa kwa rungu, lakini hakukubali kuachia. Emily alilia kwa hofu, macho yake yakiwa mekundu kwa machozi na vumbi. Kilicho wakomboa ilikuwa kelele ya mama wa Saitoti, ambaye alilia kwa sauti kubwa akiita majina ya babu zao, akisema, mzee Ole Molel, baba wa mume wangu, kama kuna haki, linda mjukuu wako na mke wake. Watu walitawanyika polepole pole, lakini taharuki hiyo iliacha alama. Kesho yake Emily aliugua homa kali. Daktari wa karibu aliyekuwa akiheshimu mila alikataa kumhudumia. Ilibidi Saitoti apande pikipiki na kumpeleka hadi Longido, umbali wa zaidi ya saa moja kwa barabara ya vumbi. Wakiwa hospitalini, Emily aliinua uso wake dhaifu na kusema kwa sauti ya upole, "Saitoti, huoni kama dunia yangu na yako haziwezi kuwa kitu kimoja? Labda tunadanganyana kwa mapenzi." Saitoti aliketi kimya, macho yake yalielea machozi, lakini sauti yake ilibaki thabiti: "Mapenzi yetu ni kama mti wa porini, hauhitaji bustani ili ukue, unahitaji maji, uvumilivu na jua. Mimi na wewe tutasimama Wakiwa bado hospitalini, walipokea taarifa mbaya zaidi. Baraza la kijiji limeamua kuwa endapo Emily hataondoka ndani ya siku saba, familia ya Saitoti itafukuzwa kutoka kwenye ardhi yao ya ukoo. Wiki ya mwisho ilikuwa kama ndoto ya huzuni kwa Saitoti na Emily. Kijiji kimewageuka, familia ya Saitoti iko katika hatari ya kupokonywa ardhi yao na upendo wao upo kwenye tishio kubwa zaidi kuwahi kutokea. Lakini kama jua la asubuhi lilivyo hakika, Emily hakuvunjika moyo. Katika hali ya ajabu na ya kushtua, aliamua kujitokeza mwenyewe mbele ya baraza la mila bila ya kusindikizwa na yeyote. Alivaa vazi la heshima, alihoshonwa na mama wa Saitoti, nguo ya rangi ya udongo iliyopambwa kwa mikufu ya shanga za jadi, alijifunga shuka nyekundu. Akaenda akiwa mnyenyekevu lakini imara. Alipofika mbele ya wazee, alisimama kimya huko, macho yake yakielekea ardhini, kisha akaanza kuongea kwa Kiswahili kilichoshiba upole. Najua si mimi mliyemtarajia kuwa mke wa Mmasai. Najua si mzawa wa milima hii, wala si damu ya mababu zenu. Lakini moyo wangu umefika hapa kabla ya miguu yangu. Nimejifunza kupenda maisha haya, mchanga huu, watu wake na mila zake. Sijaja kubadilisha chochote, nimekuja kuishi kwa heshima. Wazee walitazamana. Mzee mmoja aliyekuwa mkali zaidi hapo awali alimtazama Emily kwa jicho tofauti, kisha akasema, tangu enzi za kale, mtu mwenye moyo safi huonekana si kwa rangi, bali kwa matendo. Umeonyesha heshima tunayotarajia hata kwa watoto wetu wa damu. Wazee walikaa kimya kwa muda mrefu, kisha mzee mwingine akaongea kwa sauti ya chini, baraka zetu si za kubeba majina, bali kubeba matumaini. Ikiwa moyo wa kijana wetu unakupenda na wewe umependa kwa kweli, basi ardhi yetu haina sababu ya kukukataa. Baraza likatoa uamuzi wa kihistoria. Emily akubaliwe kama mmoja wao mradi aendelee kuheshimu mila na maisha yao. Siku hiyo kijiji kiligeuka. Mama wa Saitoti alilia kwa furaha, watoto waliimba na wazee walimvisha Emily ushanga wa heshima, ishara ya kukubaliwa. Watu waliokuwa wameshuku penzi lao sasa walimshangilia wakisema, Tumepokea mzungu wa moyo muyu mweusi kwa mapenzi, mwenye hekima kama mama wa mila. Walianza maandalizi ya sherehe ya ndoa yao, iliyoambatana na ngoma za usiku kucha, nyama za kuchoma na baraka za wazee. Emily na Saitoti walifunga ndoa chini ya mti mkubwa wa mkonge, wakiahidi kuishi kwa heshima na mapenzi milele, lakini ndani yao walijua safari bado haijaisha. Miaka mitano ilipita tangu Saitoti na Emily walipofunga ndoa yao chini ya ule mti wa mkonge. Kijiji cha Endulen kilibadilika. Yale yaliyokuwa hofu na mashaka sasa yaligeuka kuwa fahari. Emily hakuwahi kusahau alikotoka, lakini aliishi kama mzawa wa Ngorongoro, mnyenyekevu, mwenye bidii na mlezi wa utamaduni. Aliwahi kusema, nimeolewa na Saitoti lakini pia nimeolewa na ardhi hii. Walijenga nyumba yao kwa kutumia matofali ya tope, wakitunza mazingira na mila. Emily alianza kufundisha watoto wa kijiji kusoma na kuandika, akitumia mbao na makaa kama ubao. Hakukuwa na shule rasmi, lakini moyo wake uligeuza kibanda kuwa darasa. Alifundisha hata watu wazima kuandika majina yao, kitu ambacho hakijawahi kufanyika hapo awali. Saitoti naye alianzisha mradi wa utalii wa kijamii. Aliwakaribisha wageni kutoka mataifa mbalimbali akiwafundisha kuhusu maisha ya Kimasai bila kuvunja wala kubadilisha mila zao. Pato lililopatikana lilipelekwa kwa baraza la kijiji kusaidia yatima, wajane na huduma za afya. Watu waliokuwa wakisema mzungu atatuangamiza sasa walisema bila Emily hatungejua thamani ya elimu na upendo wa kweli. Mwaka wa tatu wa ndoa yao walibarikiwa na watoto wawili, msichana aliyeitwa Nasira na mvulana aliyeitwa Molel kwa heshima ya babu yao. Watoto hao walikuwa kwa upendo wa tamaduni mbili. Walizungumza Kiswahili, Kiingereza na lugha ya Kimasai kwa ufasaha. Walijifunza kucheza ngoma za kitamaduni na pia kusoma vitabu vya sayansi. Kijiji kiliwatangaza kama mfano wa kuigwa. Wazee walifanya sherehe maalumu wakisema tulichagua mapenzi mbele ya hofu na sasa tumelima tumaini kwenye ardhi kame. Serikali ilipopata habari kuhusu kazi ya Emily na Saitoti, walijengewa shule ya kisasa, wakapewa cheti cha heshima kama wajenzi wa umoja wa tamaduni. Wageni walifurika kutoka kote duniani kujifunza kuhusu mafanikio hayo, na hivyo mapenzi yaliyoanza kwa hofu, shaka na vizingiti vikubwa yakawa nguzo ya maendeleo ya kijiji kilichofungua macho kwa tofauti na kuukumbatia ubinadamu. Na kila jioni Emily na Saitoti walikaa pamoja chini ya ule mti wa mkonge, wakishika mikono, wakiangalia watoto wao wakicheza, huku wakisema kwa sauti ya utulivu, tulivumilia, tukasamehe na sasa tumevuna. Hili ni tunda la mapenzi ya kweli. Na hapo ndio mwisho wa simulizi yetu. Ni simulizi ya kipekee inayosimulia maisha ya Saitoti, kijana wa Kimasai kutoka Ngorongoro, aliyeangukia katika penzi zito na Emily, msichana mzungu kutoka Australia. Pamoja, wanapambana na vikwazo vya tamaduni, hofu ya jamii na mitazamo ya kizazi kilichokita mizizi kwenye mila. Lakini kwa uvumilivu, upendo wa kweli na heshima kwa kila upande, Saitoti na Emily wanabadilisha kijiji kizima, wanakuwa mfano wa mshikamano wa tamaduni, maendeleo ya elimu na upendo usio na mipaka. Hadithi hii inatufundisha kuwa mapenzi ya kweli hayachagui rangi wala kabila, yanahitaji moyo wa kujifunza, kuvumilia na kuthamini kila hatua ya safari ya pamoja. Je, umefurahia hadithi hii? Basi usisahau kulike, kuandika maoni yako hapo chini na kufuatilia subscribe chaneli yetu kwa ajili ya simulizi nyingine nyingi zenye kugusa moyo, kufundisha na kuburudisha. Bonyeza kengele pia ile usipitwe na sehemu mpya kila zinapotoka. Karibu tena katika ulimwengu wa hadithi zenye uzito wa maisha.